Michirizi anayoipata mama mjamzito anapokuwa mjamzito, lakini vile vile na yale mabadiliko ambayo yanatokea kwenye matiti kama ule weusi wa kwenye chuchu huwa unapotea lini mara baada ya mama huyu kuweza kujifungua? Kama ulikuwa unajua swali hilo, karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembelea channel yangu, ndio usisahau subscribe hapo chini uendelee kujifunza kuhusiana na afya ya mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Moja ya mfuataji wangu huyu anaitwa Eve anasema, samahani dokta, baada ya mimba kuharibika weusi wa kwenye chuchu uliokuwepo kipindi cha kwenye mimba uisha baada ya muda gani? Inawezekana pia na wewe una swali kwamba ule weusi wa kwenye chuchu eh, ile michirizi ambayo inatokea katika kipindi cha ujauzito eh, huwa inaisha muda gani, mara mara baada baada kuweza kujifungua au mara baada ya mimba yako kuweza kuharibika? Sasa ukweli ni kwamba mabadiliko kwa ambayo yanatokea kwa mama ambaye mimba yake imeweza kuharibika mimba kama ilikuwa na mwezi mmoja, miezi miwili, mabadiliko haya yanaweza yakachukua muda mfupi. Kwa mfano inaweza kawa ni wiki mbili, mwezi mmoja, miezi mitatu yakawa yale mabadiliko yamepotea kabisa. Kwenye isu ya chuchu huwa inapotea ndani ya mwezi mmoja mpaka miezi mitatu, inategemeana na hiyo mimba, umri wake na mabadiliko yalikuwaje, ambayo inatofautiana kati ya mama mmoja na mama mwingine, lakini inaweza ikatofautiana kati ya mimba moja na mimba nyingine lakini vilevile kwa wale ambao mimba ilikuwa imesogea, mara nyingi tunajua kwamba kwa mfano kama michirizi yenyewe inatokea mimba ikiwa na miezi mitatu ya katikati haswa haswa, miezi mitatu ya mwishoni. Kwa hiyo mimba inapozidi kuwa kubwa, tumbo linavyozidi kutanuka, matiti yanavyozidi kujaa, huwa yanatengeneza ile michirizi, kwa sababu ya ngozi inapovutika, inapasuka. Lakini vile vile kuna mabadiliko au ongezeko la homoni haswa la chuchuizi kuwa nyeusi. Sasa mama, mara baada ya kuweza kujifungua basi hii michirizi huwa inaanza kupungua, na tunajua kwamba mara ya kwanza hii michirizi ambayo tunaita striae gravidarum inakuwa na rangi nyeusi, kwa baadhi ya kina mama wengine inakuwa na rangi ya papo. Lakini vivyo hivyo, mara baada ya kuweza kujifungua inaweza kubadilika rangi na kuwa nyeupe au inaweza kuwa na rangi ya silver, na kadiri muda unavozidi kwenda inaweza kupotea. Wengine huwa inachukua kile kipindi cha ndani ya miezi mitatu, wengine inaweza kaenda miezi sita, wengine mpaka mwaka mmoja Haswa kama mimba ilifika mwishoni na ukaweza kujifungua, mabadiliko yale kwenye matiti ni tofauti. Kwa yule ambaye mimba inakuwa imeharibika, mara nyingi inaweza kaisha mapema ndani ya mwezi mmoja, miwili mpaka mitatu. Lakini kama ulikuwa umejifungua kwa unanyonyesha, basi unapokuwa umeachisha kuweza kunyonyesha, yale mabadiliko kwenye chuchu, kuwa zilaba zilikuwa nyeusi, kuanza kurudi kwenye hali ya kawaida, na yale matiti wewe, inaweza kuchukua muda kidogo, inaweza miezi mitatu, miezi sita mpaka mwaka mmoja. Japo kama nilivyosema, inatofautiana kati ya mama mmoja na mama mwingine. Kuna wengine matiti yanaweza kuwa makubwa sana na yanaweza yakabadilika, lakini yasibadilike kama alivyokuwa mwanzo hajawahi kubeba mimba. Kwa hiyo kuna mabadiliko ambayo yanaweza kutokea. Kwa uhalisia ni kwamba inaweza kuwa ni kidogo tofauti ukijilinganisha kama ulipokuwa hujawahi kuweza kubeba mimba. Kwa hiyo michirizi na mistari huwa inategemeana. Japo kuna mambo ambayo unataka uweze kuyafanya, inaweza kusaidia sana kuhakikisha kwamba ile hali ya michirizi inapungua katika kipindi chako cha ujauzito. Mojawapo ni kuweza kutumia mafuta, usiache ngozi ambayo inakauka sana, lakini vile vile itategemeana na hiyo aina ya mimba, kwa yule ambaye anabeba mimba ya mtoto mmoja, uzito sio mkubwa sana, ni tofauti na yule ambaye anabeba mimba labda ya mapacha au mtoto wake ni mkubwa tumboni. Tumbo litatanuka sana, na ngozi itaweza kupasuka zaidi, na mwisho wa siku yale mabadiliko yanaweza yakatokea, japo yasiwe moja kwa moja, mwisho wa siku ukaendelea kuishi na hiyo michirizi maisha yako yote yanayofuata, mara baada ya kuweza kujifungua. Kwa hiyo hizi mabadiliko ambayo yanatokea katika kipindi cha ujauzito yanaweza yasibadilike kwa asilimia mia moja kurudi kama ilivyokuwa mwanzo. Ndio maana tunashauri mimi, mara nyingi huwa nasema kabla ya kuweza kubeba mimba ni vema kuweza kuhakikisha kwamba unaagana na nyonga kwa maana kwamba ukishabeba mimba kuna mabadiliko mengine ambayo yanatokea basi hayo yanabaki hivyo hivyo, hata kama yatapungua, ni kwa kiasi kidogo tofauti na ambapo ulikuwa hujabeba mimba. Lakini vile vile, mara baada ya kuweza kujifungua kama umenyonyesha mtoto wako umemaliza, kuna mafuta kuna kemikali ambazo baadhi ya watu wanatumia ambazo si nzuri sana kiafya, japokuwa kwa wale watu wa urembo watu wa cosmetics, wanaweza kuzitumia kama zile retinoids zinaweza zikasaidia ya ngozi yako ikakaa ya vizuri na mwisho wa siku ile michirizi ikapungua kwa kiasi kikubwa sana, lakini hii huwa inaambatana zaidi na matumizi ya zile stretch mark ambazo zinaondoa, kwa mfano kama yale mafuta, baadhi ya, ya lotion, ngozi sibaki kavu, utunzaji au kujitunza katika kipindi cha ujauzito. Lakini vile vile, huwa inategemea na asili ya ngozi yako. Kuna baadhi ya kina mama wana michirizi sana na tumbo lao hata kama likiongezeka kidogo, michirizi zinatokea mingi. Kuna baadhi ya kina mama wanakuta ngozi yao haipasuki sana na kutengeneza ile michirizi nyingi lakini tunajua kwamba kwa wale kwa ambao wameweza kubeba mimba, kwa mfano kama hizi ambazo zinakaa wiki mbili tatu zikawa zimeharibika, yale mabadiliko huyo yanaisha ndani ya mwezi moja miezi miwili nakuwa imeisha kabisa, na mwisho siku nakuwa huko vizuri. Kama ikizidi sana mpaka miezi mitatu, kama mimba ilikuwa kubwa sana labda miezi mitano e, miezi sita, inaweza ikawa imeenda zaidi. Lakini mara nyingi inaweza izidi miezi mitatu au miezi sita, ukawa tayari umekaa vizuri na umerudi kwenye hali yako ya kawaida wale ambao waliweza kubeba mtoto mpaka mwisho wakanyonyesha, mabadiliko yanaweza kuchukua muda mrefu kidogo mpaka unapokuwa umeweza kujifungua umeshakuwa na mtoto mpaka unapokuwa umeshakamilisha labda mwaka mzima au zaidi ya mwaka, na wakati mwingine isipotee kabisa, kwa asilimia moja kama nilivyosema mara ya kwanza. Sasa kama ulikuwa unapata changamoto ya kupata michirizi na na kusikiza na video kuhusiana na mabadiliko haya haswa michirizi katika kipindi cha ujauzito, sababu zake na njia zipi za kuweza kuondokana nayo. Ukiwa na swali, naomba niulize hapo chini, nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.